Ndio umeingia jana usiku, ila kuna sehemu nawai mara moja. Esa, e, vipi? Lakini namshukuru Mungu bwana. karibu sana sasa sanavipi eh, shemeji, shemeji aku, yupo? yupo shemeji yako yupo bwana. Haya, nisalimie. narudi na shida zimefika. salamu bwana. Haya bwanaayaaa kwa hmm, kisasa wallahi tafurahia na maswali yanarushwa kijibu tazawadiwa khiri zote zipo hapa. Ndugu yangu, mambo anasemaje? Namshukuru Allah bwana. Kutoka mwaka jana, mambo mengi. Uko wapi siku hizi? Si unajua sasa hivi mambo mengi. Mala niende Kenya, mala niende Uganda, na wapi rafiki yangu. Shida tu, atulali usiku <laughs> kheri, lakini kheri, nilipanga kuja mm, lakini ndo hivyo la mm. mm. tu mambo pilika pilika, bora tumekutana rafiki yangu. Vipi lakini mambo mengine, namshukuru Allah bwana. Natokea nyumbani kuna mtu anaenda kuonana naye mara moja hapo, kanipigia simu sunajua, mambo ya kazi haya, yaani umerudi jana tu, kesho unapigiwa simu. Vipi lakini safi ndugu mambo mengine fresh kabisa mwanangu, sasa kunampia, hey, hey, apu, tamu, apu, kuna mpya nataka nikupe hapa kabla mambo mengi aje he hapo hapo ndo ndo kuna deal la pesa asubuhi wakati, na, hey. hey, hmm. wakati natoka na eh hey, <laughs> hmm. hey, na si unajua Mr Kabuma si unamjua eh ndio nampata sasa. wakati natoka hivi mwanangu, namkuta anaosha vyombo eh bwana, mpaka mwenyewe nikastuka, nikasema ah, eh bwana anaosha vyombo sio poa. Mimi na wasiwasi naye huyo bwana, nayoakwenye kikao cha mwisho akuwepo nakuambia. Eh hasa navyotaka na sikiliza, mm. Sasa nikupange. uh -huh. Yule ataka bwana tumwambie, yani sio kweli kabisa, napotea mimi, mna wazo ne. Midamida hivi kama saa kumi kumi hivi mi ntaenda kumsalimia na wewe. Ah, sasa we usiende, tukutane we mwite bwana fulani, fulani ah, kwa hata kwako mwite kwako na mi ntakuja, okay. Yani kama tuna nikifika pale kama tuna eh, kila mtu anashangaa mwenzi huyu vipi, huyu vipi, wewe unasemaje? Arazie sio vizuri, jamaa anapotea. Mimi sina kuambia hiyo hatari, yani wewe acha tu, lakini hapa hmm. Shee ngoja, mimi ni bwana niende. Karibuni ndugu zangu, karibuni nyumbani ndugu zangu, bwana nimehamia hapa. She, bwana umefanya la maana sana. ah, kabuma ndugu yangu anapafahamu. Eh. Mimi kwa sababu nilikuwa sionekani, ndio maana umenikaribisha vizuri. Nikasema na nami ngoja nisikose vipi, lakini namshukuru Allah. Shemeji, uko wapi atumoni? Shemeji yupo. Ila ameenda nyumbani kidogo. Sawa sawa. Eh, sio, unajua tena nyumbani ni nyumbani hata kama kupika chai. Kweli. Eh, sasa ndugu yangu nilikupigia mm, simu nikakuita uje nyumbani hapa mm, kuna majambo ambopo tumeyaona tuyarekeza kwa mm, mm, sababu sisi wanaume, eh, ni kama wanaume kabisa. Ni vizuri unapomwona ndugu yako anaenda tofauti, basi lazima eh, umuite kumnasihi kuliko kumsema tu sehemu nyingine kumtangaza vibaya. Sawa sawa, kuna jambo ndugu yangu hapa ameliona sasa. Vizuri, nikasema usote tukutane ni mradi tuambiane ndugu yangu, we siku hizi wewe umekuwa unapika nyumbani wewe, ndugu yangu, sasa hivi umekuwa unaosha vyombo, unafua nguo za mwanamke. Ni jambo ambalo la ajabu la kushangaza sana, mpaka nikamwambia huyu ndugu yangu huyu, bwana kwenye kikao cha mwisho hakuwepo, mwambie, yani ni jambo ambalo au huyu mwanamke itawezekana, kuna mambo amekufanyia huyu bwana. Huyu kalogwa wewe, kwa sababu nilivyomuona huyu mm, kalogwa. Mimi sinakwambia ah, mimi hiyo haiwezekani. Mimi sinakwambia mzee, mimi mwenyewe binafsi siwezi kukubali mke wangu, huyu kalogwa. Ndio maana mimi nimekwambia she bwana, mimi nimemwambia huyu, sijui kasema oh, kwa nini sijui, lakini huyu nimemwambia kutokana na nini, mimi nimeona rafiki yangu unapotea. Eh, nikama nimwambie huyu ko ndugu yangu, tunakuomba sana, badilika. Kuna leo na kesho. Leo tumekuona, tume sisi ama amekuona, ndugu yangu hapa, siku nyingine watakuja familia mm. wazee watakuja nyumbani kabisa, utasema, ah ndugu yetu kashapotea potea, mwan tukashapotea. Ko ndugu yetu, badilika, badilika huyu bwana, mambo ya kuosha vyombo waachie wapemba kuosha vyombo huko. Labda kama ingekuwa una kazi mwanamke ndio anakuletea hela hapo nyumbani, sawa, lakini hiyo hiyo hiyo sio melogwe yo umelogwa mtu na pesa zako mzee, na ushukuru tu. Tunapokaa pale, see jirani yangu ni sehemu ambayo ayaye ni geti full geti, lakini ingekuwa hivyo, ingekuwa kila mtu anakushangaa hiyo. hmm. Umelogwa mzee, hebu mwambie shema, mwambie abadilike. mi hey. Ah, haiwezekani hii mi sinakwambia. hmm. Da. Nimemaliza kuongea Tushamaliza ujumbe umefika bwana. Sawa sawa. Kwanza nashukuru, nashukuru sana kwa kunifikishia taarifa na nashukuru sana kwa kunifikishia ujumbe, ila nataka niwaambie kitu kimoja: sisi sote, sisi sote ni Waislamu, sawa? Hila, na kama ni Waislamu lazima tuishi katika misingi ya mfumo wa dini ambao Bwana Mtume, sallallahu alaihi wasallam, wa wa ametufundisha na hii ni wazi kabisa, mnachokizungumza mmezungumza kwa utashi wa nafsi na mmezungumza kutokana na yani, kutokana utanda na utandawazi, jinsi dunia inavyokwenda, ndio dini mmeiweka mbali, hamtaki kumjua Mtume anasema nini wala Mwenyezi Mungu anasema nini, bila kusahau kwamba ndoa ndoa si manyanyaso wala ndoa si utumwa. Ninachokifanya mimi katika ndoa yangu au katika familia yangu, sio ni jambo la ajabu. Haya ndo mapenzi na hii ndo ndoa na haya ni mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasalam. Tena Mwenyezi Mungu kwenye Qurani anasema wataawanu alalbirri watakwa, saidianeni katika majambo yaliokuwa mazuri, yani majambo mema na kwenye ucha Mungu, yani msaidiane katika mambo kama hayo. Mi kuna ubaya gani kumsaidia mke wangu katika swala zima la kupika, kufagia, kupiga deki? Kuna ubaya gani kumsaidia tena Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika mafunzo yake ya kwamba khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, mbora wenu ni mbora nyumbani kwake, na mimi ni mbora wenu katika watu wangu. Anamaanisha nini kusema hivi Mtume kwamba yeye ni mbora kwa watu wake? mm. Bibi Aisha alidhukuliwa akisema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akiwasaidia watu wa nyumbani kwake kazi za hapa na pale mm. Kwa maana kazi za nyumbani kama ni zipi? Si ndio hizo? Kuna kufi, kuna kufagia, kuna kufua, kuna kupika. Lakini kingine tunachosahau ni kwamba wanaume wengi katika ndoa wazama hizi wanafahamu kupika, kufagia, kuosha vyombo ni kazi za mwanamke kwenye ndoa. Kumbe ni uongo, kupika ni kazi yako wewe mwanaume. Unatakiwa wewe mwanaume ndio umpikie mkeo, mwanaume unatakiwa mfali, nani umfulie mkeo. Yeye kazi yake pale ni hii Hmm. Kazi yake ni moja tu, yule amekuja pale na kukuza ukoo wenu. Kwahiyo sisi lkutupikia kutufulia na mengineo wanafanya kama ni sadaka. Si mnanielewa? Kwa kama ni sadaka wanajitolea, na ndio maana kisheria, wale wanavofanya kazi za usafi pale nyumbani kisheria ya dini, mnatakiwa mwalipe. Kuna mtu mwenye kumlipa mke wake hapa kila kazi anazozifanya hakuna, hakuna na hata katika kumnyonyesha mtoto wako pia unatakiwa umlipe. Nani anayefanya yote haya? Lakini wanawake wanatupikia, wanatufulia, ile ni kutokana nini? Na huruma kwetu sisi. Sasa zile huruma zao ndo imepelekea sasa kuwa kama ni sheria kwa wao. Mimi niko sahihi, mabwana, naishi katika mfumo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotuagiza. Leo wanaume, wanaume wa zama hizi kufua inaonekana ni ushamba, inaonekana ndio limbwata. Amna cha limbwata mabwana tusisahau kwamba zile sio kazi zao, zile kazi za kwetu sisi wanaume. Ndio maana leo mmenikuta pale, mimi nilifahamu tu bata alivonisalimia ya salamu yake, yaani kwa salamu fulani hivi, kama ya kunivi haki vi haki, mimi nilikuwa nishamuelewa, lakini sikutilia maanani, nilinyamaza kimya kwa sababu nimetambua kwamba binadamu kila mmoja na ufahamu wake. Kwa hiyo kwa kuwa mmeniita ili mniambie, kama vile mniambie ukweli kwa hiyo chi kikao kimekuwa ni chaheri kwa sababu mimi ndo nakwambia nyinyi ukweli. Sasa kwamba nakufundisheni kwamba yeyote aliyeoa mwanaume wa, mwana, mwana wa Kiislamu aelewe kwamba kazi za kupika, kufua, kupiga deki si kufagia si na vikorokoro gani hivyo ni kazi za mwanaume katika nyumba, sio mwanamke. Wanawake wanafanya kwa huruma zao, akigoma ana ruhusa ya kugoma, kwa sababu ile sio sh haki yake. Wanafanya kwa mapenzi. Mimi kuna ubaya gani? Leo niko nyumbani pale, niko nyumbani pale, leo subiri nimsaidie mke wangu kupika leo, leo subiri nimsaidie mke wangu kufua. Ndo mapenzi yanavyokuwa. Hata Shekhi wangu anasema sijui mambo hayo ya Waarabu sijui ya Wapemba eh, wale Wapemba wanaishi katika mazingira ya kidini Mwenyezi Mungu, ndio wanafuata sheria za Allah zinavyotaka, wanamfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio ushamba wala ulimbukeni, na ndio maana ndugu zetu ambao wenye uwezo uwezo, sawa wanaleta mfanya wa kazi pale nyumbani, mwanamke kazi yake anakuwa anakaa tu, anafika, anapikiwa, anafanywa kila shughuli, wanaleta wana msichana wa kazi mle ndani. Kwa hiyo ndugu zangu, ni kile mlichoniambia nimekipokea, lakini na mimi nimekwambieni mkipokee kwamba huo ndo uhalisia wa maisha kama kweli v tunamwogopa Mwenyezi Mungu na tunamwamini mtume. Kwa hiyo nyinyi tufuate mwenendo wa bwana mtume alivyosema, ili tupate kupata fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ni hilo tu ndugu zangu. Sasa kama mlikuwa mnaishi kimagomvi ki, ki, ki, ki, ki magomvi na wake zenu sijui ujanipikia hujanifulia, mnafanya makosa makubwa sana, koo ndo ipo hivyo Asa sijui mna lipi la kusema lingine, ndugu hmm. hmm. hmm. yangu, yaani mpaka nimeshindwa la kusema. Hakika sisi tulikopo, sijui tupo katika dunia gani? Fikra zetu, mawazo yetu yote, yalikuwa mwanamke ndo kila kitu, afanye kila kitu tunaishi kiumwinyi umwinyi, lakini nadhani sisi ndio tutakuwa mabalozi kwa wengine kuwaeleza hili jambo. Tunashukuru sana, umetuelimisha e. Hakika kila jambo lina sababu, hakika sababu hii ya kukuita hapa kukusema wewe, lakini umetufikisha sisi ujumbe Tunashukuru sana rafiki yangu, tusameane tu, kwa sababu unajua kama mtu hajui jambo mm, natakiwa nani, umwambie kwanza, kuliko ule kugomba. kwa nini, ongee ah, okay. Lakini nashukuru, nimeelewa na uelewa wako na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru na nitalifanyia kazi, maana tulikuwa hatujui, na nikombe tu samahani, bwana shehe wangu, maana e, sasa

Inunue pepo yako kwa mali alizokujalia Allah. Changia sasa Fadhakkir TV kwa ajili ya dini yako. Unaweza kuchangia kupitia mpesa namba 0755848508, tigo pesa namba 0718820808, Airtel Money number 0698313968. Kumbuka, jina ni Fadhakkir TV. Hakika ukumbusho unawafaa wenye kuamini. Mungu akubariki sana.